Na mtazamaji, siku moja baada ya Runinga Citizen kuangazia taarifa ya Cecilia Kerubo, mwanafunzi aliyekata tamaa kujiunga na shule ya kitaifa ya AIC Litein, hatimaye ya ameanza masomo ya sekondari ya juu katika shule hiyo. Kwa mujibu wa Cecilia, atatia bidiki masomo na kutimiza ndoto yake kuwa daktari. Baada ya maishani aliyekuwa rais wa shirikisho la mpira nchini wa FKF, mwalimu mkuu wa shule ya Litein na wadau wengine walifanikisha usafishaji yes, wa mtoto huyo. But today, it's a very happy day. Mimi ndio msasi wa mtoto, na shukuru kwa wale wote wasamaria mema wamejitokeza kusaidia mtoto kwa shule si ukua na hata njia ya kumchukua shule. Sasa nasema asante kwa wote wamejitokeza, wacha Mungu awarudishie wa, wa vile mmesaidia na mtoto atie bidii asome na kuje kusaidia wengine kama yeye. I'm very happy kwa kumsupport the Choices Microfinance, we are grateful for taking Cecilia for the support. Then, uh, the former president, Sam, we are happy.